Anza nichukue fursa hii kusema kwamba sidhani na sitaraji kama kuna mtu yoyote ambaye atasema hajaona kile chochote ambacho mheshimiwa rais Daktari Samia Suluhu Hassan amekifanya kwa kipindi chote ambacho amekuwa madarakani. Amefanya vitu ambavyo Hatakiwi ha, ha, hata kutueleza amefanya nini, ila sisi tunaviona vile ambavyo amevifanya. Tukizungumzia kwenye eneo letu la Kondoa, sisi leo tumeamua kutembea, hasa wanawake, tutembee matembezi yetu ya amani kabisa, tukimpongeza lakini tukimshukuru na tukimhakikishia kwamba tuko pamoja na yeye. Kwa sababu sababu gani? Kwa sababu Kondoa miaka mitano iliyopita sio Kondoa ya sasa hivi. Katika kipindi cha miaka minne aliyokuwepo madarakani tumepokea takriban bilioni themanini kwa ajili ya shughuli mbalimbali za maendeleo. Wale watoto wetu ambao walikuwa wanaenda mbali kupata elimu, sasa shule zimesogezwa karibu, zimejenga shule mpya ambazo sasa ziko karibu na wanaenda kupata elimu. Vituo vya afya vimejengwa vingine vipya na vile vilivyokuwa zamani vimeendelea kuboreshwa, lakini kwa upande wa Uh, sekta ya, ya miundombinu barabara mbalimbali mbali zimefunguliwa tumefungua njia mbalimbali kwa njia ya barabara kubwa ambayo kama unavyofahamu sisi Kondoa ni wilaya ambayo ina halmashauri mbili. Kwa hiyo tumefungua pia barabara kubwa ambayo inaunganisha halmashauri zetu zote mbili kwa kupitia ndani. Sio lazima sasa upitie barabara kuu. Lakini bado kuna miundombinu mbali mbali ambayo inaendelea kujengwa. Kwa hiyo ukiangalia kwa sasa hivi bilioni 80 ambazo wamezileta Kondoa na ukiangalia ukimuuliza mtu yote kuna mtoto anayesoma kilomita kumi kuendelea mbele kuna mtoto anaenda shule kilomita kumi kuendelea mbele, lakini kabla ya hapo alikuwepo mtoto anaenda shule ya umbali huo, na hiyo ilisababisha baadhi ya watoto washindwe kwenda shule, wakatishe masomo yao. Sasa mtoto akishindwa kwenda shule vizuri akakatisha masomo yake, anayeangaika zaidi na watoto ni nani? Ni mama, mama. Anayeangaika hapati maji anaenda umbali mrefu kutafuta maji ni nani? ni nani? Ni mama, ni mama. Anayangaika mtoto anaumwa, baba anaumwa, yuko naye hospitali ni nani? Ni, ni mama. Mama, kwa hiyo kumsogezea huduma hizi karibu, maana yake umemrahisishia sana mama maisha, umemwezesha sana mama ili aweze kupata huduma za msingi karibu, lakini na yeye aweze kujiendeleza kwa shughuli nyingine za kimaendeleo. Lakini mbali na hayo, sisi tumetoa kama, halmashauri zetu zote mbili takriban milioni mia nne kufikia sasa hivi kwa wafanyabiashara ndogo ndogo kwa vikundi vidogo vidogo, vikundi hivi ambavyo Mheshimiwa Rais alivitolea maelekezo almashauri zetu ziweze kutoa fedha kuvigaia vikundi vya watu wenye ulemavu, vikundi vya wakina mama na vikundi vya vijana. Hii ni ile mikopo ya asilimia kumi ambayo Mheshimiwa Rais alitolea maelekezo. Tayari vikundi zaidi ya mia moja hapa Kondoa vimekwisha nufaika katika kipindi hiki cha mwezi mmoja tu ambacho iku fedha nyingi hapa ambazo zimetolewa. Kwa hiyo vikundi hivi tayari vimekwenda kwenye shughuli zao na wanaendelea kujishughulisha. Hiki kikundi kiko nyuma yetu hapa cha vijana wa bodaboda. Wote wamenunuliwa pikipiki zao, wanaendelea na biashara zao na siku zote nikipita hapo nazungumza nao vizuri, wanafurahia kile ambacho matunda waliyopata kutoka kwa Mheshimiwa Rais wao Daktari Samia Suluhu Hassan. Lengo la Mheshimiwa Rais ni kuhakikisha kila Mtanzania anapata huduma zote za msingi karibu na yeye na sisi Kondoa kwenye hilo hatuna deni naye, kote huduma za msingi zimesogezwa karibu na wananchi wake, na ndio maana mama ambaye ndio kwenye familia ndo, ndo anasema ni key player, si ndio? M, kiungo mchezeshaji kwenye familia. Yeye sasa ndio leo ameamua kutoka Kondoa aseme mimi natembea kumpongeza mama, kumshukuru mama na nimhakikishie mama niko pamoja na yeye. Kwa hiyo matembezi yetu ni nia, ni na dhamira ya dhati ni hiyo. Wanawake hao wa Kondoa walisema hapana, hatuwezi kuzungumza tu, hatuwezi kuonana na mheshimiwa Rais, kwa tumempa majukumu makubwa, anaenda Tanzania nzima, muda wake unaweza ukawa si rafiki wa kumpata mara kwa mara, lakini tufanye nini tutembee basi. Kwenye kutembea tunajenga afya zetu, lakini dhamira yetu ya kumpongeza mheshimiwa rais na kuwepo pale pale, na leo hatimaye wamefanikisha. Niwapongeze sana wanawake wa Kondoa, hey! kwa hili